E, shairi la nne sasa. Shairi la nne tunakutana na mtunzi mmoja uh -huh. Matata natata machachari kutokea Magomeni pale gengeni uh -huh. Anaitwa Hamadi Alikombo wingi uh -huh. Anamwita dokta mshiko. Dokta mshiko, daktari wa mshiko. Huyo bwana wee bado yupo huyo eh? yeah, yupo <clears> kitambo <throat> sana, sijamsikia sijamuona pia. Basi hapa leo kaja kukusalimia mm. na shairi lake anasema kipi nikifanye mwanzo uh -huh. Anauliza. Kipi, e, kipi nikifanye mwanzo? Mwanzo kuna mambo kadha hapo yametokea, tusaidieni, tumshaurini kipi akifanye mwanzo. Na bismillah, netoka yangu safari nyumbani, nikaingia chumbani mm -hmm. ni kwa hiari kwangu nikakimbilia mm -hmm. Nikauva msuri choni ni kakimbilia, mm. Nikimbilie msuri au ni wahi mtoto? Naam. mm-hmm. Hatoka si kwa kikiri, bafuni haelekea, mm -hmm. Haoga tena vizuri na sabuni hajitia, mm -hmm. Kutoka nje sanjari, mwanangu kanirukia <laughs> Nikibili ya msuri au uh -huh. Ni au ni wahi mtoto kama alivyo desturi anataka chuchuliwa, mm -hmm. arushwe juu ya dari, ndivyo alivyozoea mm -hmm. nikamrusha kadiri vile livyojaliwa nikibilie msuri au niwahi mtoto Naam ile nato amri mikono kuinyanyua mwanahewani mm -hmm. teyari teyariya naelea na huku wangu msuri fundoli, kanyifunduwa <laughs> nikimbilie msuri, au ni wahi mtoto naam. Bioni katafakari, sijui la kuamua mwanagwe mm -hmm. Chini ari apasuke na kulia. Ndiyo. Au nishike msuri sitara sije potea, nikimbilie msuri auni wahi mtoto pomoni wa watu wana shuhudia mm, watoto na wanawari, kike kwa kiume pia nah na hili limeshajiri bila ya kutarajia, mm -hmm. Nikimbilie msuri au ni wahi mtoto nah. Tongoeni washairi munipe Zenu fatuwa. Nah, nah. Nidake wangu Omari mwana tungu kanitia, au mm-hmm. nidake msuri diwele takuwa mm-hmm. Nikibilie msuri au ni, ni wahi mtoto Make mtoto umemzowesha ile hey, kumbimba kumrusha eh, sasa imetokea hivi, hali hii unatoka mafuni alafu hey, eh, na mtoto ukisikia, bahati mbovu ndio hii bahati mbovu. <laughs> Maneno eh? Natolea wapi bwana? <laughs> Bahati mbovu kabisa. Hii ni bahati mbovu Sheikh. Mm. Hii ni bahati mbovu. Lakini bila shaka ni vile ambavyo uh, nafikiri na kusudia kwamba kuna baadhi ya mambo wakati mwengine unatakiwa kuyawahisha zaidi, mm -hmm. Uh, kwa kulinganisha na uzito wake. <clears throat> Unangalia yepi ambayo takuwa ni mazito zaidi ambayo unafaa uh, uzuri alichoambia uh -huh. Washairi kwamba uh -huh. Na na mtoto. Mtoto. Ah, <laughs> lakini hata hapa tunawakaribisha sana watazamaji wetu uh, mm. kutupatia maoni yenu, nini mzuri mm. wengine tunaita seruni